E, bwana kama unavyofahamu ni kwamba Diamond Platnumz e, mwaka jana kulikuwa kuna hizi habari ambazo zilikuwa zimesambaa sana mitandaoni kumuhusu yeye e, pamoja na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Miss Rita. E, bwana huyu Rita bwana inasemekana kwamba alikuwa yuko katika mahusiano na Diamond Platnumz kwa muda mrefu kidogo. Sunshine. Lakini kikubwa zaidi ambacho kilimeke headline ni kwamba kuna video ambazo zilivuja zikiwa zinamuonyesha Diamond akiwa yuko na mrembo huyo, ambapo jambo hilo bwana lilimeke headline kupitiliza katika mitandao ya kijamii. ni kwamba almost kila page ambayo ulikuwa unaitembelea lazima utakutana na habari za kuhusiana na mrembo huyo Miss Rita, ee, pamoja na zile video, pamoja na picha na ma voice note, pamoja na chatting conversation ambazo zilikuwepo kati ya Diamond na mrembo huyo away, we... lakini hiyo songo mbingo bwana haikuishia hapo. Ni kwamba baadaye huyu Miss Rita akamchamba mpaka Zuchu ambaye ndiye girlfriend wa Diamond, by the time Then baada ya hapo bwana, kilichokuja kutokea ni kwamba eh, baada ya Zuchu kuchambana na Miss Rita eh, tukaona kila mtu akawa anafanya mambo yake, so at the the end of the day ni kwamba ye mwenyewe huyu Rita, kulikuwa kuna vitu ambavyo alikuwa anaviposti mtandaoni ambavyo vilikuwa anaonyesha kabisa, kama vile anadokeza kwa namna moja au nyingine kwamba yeye na Diamond bado wapo kwenye mahusiano low key. Lakini pamoja na hayo yote ambayo alikuwa anayazungumza huyu Miss Rita, walikuwa aliokuwa anayadokeza huko mitandaoni, hapakuwepo na ushahidi wowote ambao walikuwa wanaonyesha kwamba eh, Rita na Diamond bado wako kwenye mahusiano. Lakini sana sana tulichokuja kukiona ni kwamba Diamond alionyesha kwamba wazi yeye na Zuchu wamefunga ndoa ya siri. Sasa siku ya leo bwana, ni kwamba Rita ameanza kutrend tena upya huko mitandaoni na sababu kubwa ambayo imemfanya Rita trend ni inshu ya kwamba inaonekana kama vile, kwa namna moja au nyingine, mrembo huyu ni kama vile ame move on, yaani likiwa na maanisha kwamba amepata boyfriend, amepata bebe, yupo katika mahusiano mengine mapya kabisa na ni jambo ambalo kiukweli ni jambo la heri na ni jambo ambalo linafurahisha e, bwana kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba kwenye mahusiano sometimes, e, ukiona mambo hayaendi, haina budi ku move on na hicho ndicho ambacho kilichoonekana kwa mrembo huyu Miss Rita, kutokana na hizi video ambazo zimesambaa zikiwa zinamuonyesha akiwa amebebwa kimahaba na kijana wa kiume ambaye bado hajajulikana ni nani, maana sura yake imejificha. Lakini hii video imeenda viral kupitiliza, baada ya kuonekana kama vile Miss Rita yuko na mwanaume mwingine. Kwa namna moja au nyingine, tunaweza kusema kwamba it's official kwamba bidada ameamua ku move on na kutafuta mpenzi mwingine, baada ya zile songo mbingo ambazo zilikuwa zimetokea hapo awali kati yake na Diamond Platnumz. kutokana na hizo video kusambaa pamoja na history ambayo ipo kati ya huyu mrembo na Diamond, basi moja kwa moja page kibao zimekuja kuripoti kuhusiana na hili swala. Kwa mfano, hapa kuna page wameandika kwamba bwana Diamond atabaki kuwa wazuchu tu, hakuna kingine hapo chini wakaandika kwamba mwanadada Rita ambaye aliingia kwenye trending kwa kuhusishwa kutoka kimapenzi na Diamond Platinumz amethibitisha na yeye pia kuingia kwenye penzi jipya baada ya yeye na Diamond kuto kufika popote. Ikumbukwe kwamba mrembo huyo hapo kabla alidai kwamba yeye na Diamond Platinumz ni wapenzi pia, vilevile vile kupitia insta story yake alijiita Mrs Simba, jambo ambalo lilisababisha arushiane vijembe na Zuchu, mke wa Diamond Platinumz. Sasa usiku wa kuamkia leo bwana, ni kwamba Rita amethibitisha kupitia ukurasa wake wa Instagram kuwa kwa sasa hivi bwana, ameingia kwenye penzi jipya na ni Mrs. Batela eh, sio Mrs. Simba tena. hiyo kwa kifupi ni kwamba Miss Rita bwana ameamua kuweka wazi kwa sasa hivi kwamba yeye sio Mrs Simba tena, bali anafahamika au amejitambulisha kwa jina hilo la Mrs Batela. Kwa hiyo inaonyesha kwamba huyo Batela bwana ndiye boyfriend wake mpya kwa sasa. Peji nyingine hii hapa ameandika bwana Simba la masimba Dangote, Rita wa Simba la masimba Dangote akiwa na mpenzi wake mpya kwa sasa hivi, yuko kwenye penzi, ni mwendo wa kuenjoy. <muchilipot> peji nyingine hii hapa wamekuja kuripoti kuhusiana na habari hiyo hiyo, wakiwa wameandika kwamba rasmi sasa hivi dada yetu Miss Rita ameamua ku lakini pia peji nyingine wamekuja hapa wameandika kwa urefu vilevile, wakiwa vile. Okay, wamesema kwamba, bwana, socialite maarufu nchini Tanzania Rita Nobet ameweka wazi juu ya mahusiano yake mapya kabisa eh, na kuwakata mashabiki zake kwa sasa eh, wanamtambua kama mesezi fulani. Rita kupitia ukurasa wake ameandika kwamba I'm in love, I'm Mrs. Batela and not anyone else. Uh, huo ndo ujumbe ambao alikuwa ameuandika Miss Rita kupitia kurasa yake wa Instagram, lakini nakumbukwa kwamba uh, kulikuwa na history kati yake yeye na Diamond Platnumz. So, at the end of the day bwana, baada ya hayo yote kutokea huko mitandaoni, bwana ni kwamba eh, kama unavyoelewa, baada ya hii video ku trend na kusambaa mitandaoni imepelekea wadau mbalimbali bwana kuja kuweka maoni yao kuhusiana na hii issue, na comment zimekuwa ni nyingi kweli kweli. Nataka nikusomee hapa baadhi ya comment ambazo tumekutana nazo kutoka kwa mashabiki na wadau mbalimbali kuhusiana na hii issue ambayo imetokea. Kwa mfano hapa bwana, kuna mdau hapa ameandika ombe bwana, nani alishawahi kula demu kwa staili hiyo alivobebwa huyo dada eh, kwa mtu mwingine ameandika kwamba bwana eh, huyu dada bwana ana deti na mpanzu. Ameuliza kwa mwingine, amesema kwamba bwana mwanaume tango. Kuna mtu anasema bwana, nimegundua kwamba ana wanaume wengi kumbe. Eh, kuna mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana anatafuta furaha na sasa hivi hatimaye ameipata. Bwana comment ni nyingi kama unavyoelewa. Eh, eh. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana wangapi tumeona? Kuna mwingine hapa amesema bwana alhamdulillah amepata wa kufanana naye. Kuna mwingine amesema kwamba bwana mwanangu uko na kamba. Eh, eh. Kuna mwingine amesema kwamba bwana hii eh, naona tu ni kiki, huyu dada bwana hana boyfriend. Ameamua tu kumshtua ex wake ambaye ni Diamond. Kuna mwingine anasema bwana, siku hizi bwana, watu wanatambulisha mahusiano yao, sio ndoa tena, au sio? Kuna mtu amekuja kuuliza lakini all in all ni kwamba hivyo ndivyo mambo yalivyo. Hayo ndio maoni ambayo tumekutana naye huko mtandaoni, e, baada ya e, Miss Rita kutambulisha penzi lake jipya kabisa, baada ya lile ambalo lilikuwa hapo likitrend hapo awali, au vile alivyokuwa anajulikana hapo awali, kati yake na Diamond e, kuonekana kama vile mambo kidogo kule yamekuwa magumu, maana zuchu zuchu amekaba mpaka penati. Kwa hiyo moja kwa moja Rita naye pia ameamua kuonyesha kwamba it's official, ameamua kumove on. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, ukiwa kama mdau na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Lakini pia vilevile vile, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.